Yes, yes, yes. Tumeingia sasa, hapa ni Kilindi, hii ni Tanga, hapa ndeni na watu wana... Kwanza, msafara mrefu, poleni kwanza na msafara kutokana mlikotoka, mpaka mmefika leo hapa, karibuni Kilindi, nawashukuru kwa imani zenu za kwa juhudi zenu. Kwa hiyo namwomba mwanangu Ibrahimu Ibrahimu muya Nkonga awe naye awashauri vijana wenzie katika madili haya yalio hata mi moyo wangu nimefurahi, alivyonipigia simu wakasema, kwanza mi mwenyewe sijaamini, nikasema eh, huu e, ni uzushi na sikweli, lakini baada ya mida, si unajua tena, taarifa habari za mtaani, huyu asema hili, huyo asema hili, lakini nikafikiri uongo. Lakini kutokana na kaka yake alivyomtanguliza, alhamdulillah na mimi nimeona kwamba ni kweli, naweza nikacheza. Haki ya Mungu, vile kwa sababu mwanangu nimemuona. Yaani sasa hivi hapa nilipata damu zangu zime na moyo wangu nimelizika, maana nilifikia uongo. Mwanangu namshauri kwa sababu mimi mpaka nilivyofika hapa, na miaka hamsini na ngapi, hamsini na tatu, naishi nyumba za kupanga. Nilikuwa namshauri naye ajenge kibanda chake, haya, namshauri awe na maendeleo yake, maana tumetuka maisha mabaya, hali ya duni. Limnadi, siku zinaenda, naona ni Mungu kawa kawaongoza na kumwongoza yeye.